ziada na rehma Mwenyezi Mungu ampelekee mtume wake Muhammadin salawatullahi wasalamun alaihi. Ibadallah, waja Allah subhanahu wa Taala, nakuhusieni pia nami naiusia nafsi yangu juu ya kumwogopa na kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu ndio mwenye haki ya kuogopwa liannahu shadidul iqab wa huwa alghafurur rahim, Mungu ni mkali mno wa kuadhibu. Ibada Allah, lakini jueni kwamba msamaha wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huruma yake Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu Subhanahu imetangulia ghadhabu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itakuwa ni aya moja tu ambayo imo ndani ya suratul Fatiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina yatuluna kitaba llahi, hakika wale ambao wenye kusoma kitabu chake Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'an, wa aqamu lsalata, na wakadumisha sala wanfaquu mima razaknahum sira walania, na wakatoa vile vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alivyowapa, wakatoa kwa siri au kwa dhahir. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema yarjuna tijaratan lan tabura, hawa watu wanafanya biashara na Allah isiyokuwa na hasara.

kwamba wewe mwanadamu au muislam tafuta utamu katika vitu vitatu, utamu wa mambo na utamu wa maisha. Mwanadamu umo katika vitu vitatu. Jambo la kwanza, fi kitabi llah, utamu wa kwanza upo katika kitabu chake nani? Allah subhanahu wa taala. Hasan Albasar huyo katika huliyatul auliya ya Abu Naim anasema tafakadu halawatan fi thalathati lashyai, emtafuteni utamu wa mambo katika vitu vitatu. Vitu hivi vitatu ndio vina utamu wa mambo kuliko vijana wenzangu, ambao leo vijana mnajua kwamba mtu akipaka vumbi ya gongo ndio utamu wa mambo. Huko hakuna shekhe. Tafaqadu halawatan fi thalathati lashyai, vitu vitatu vina utamu. Jambo la kwanza, fi kitabillah Utamu wa kwanza unapatikana katika kitabu chake Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamu wa ta pili unapatikana wapi? Hasanal Basri asema fi dhikrillah, katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kisha jambo la tatu, utamu wa tatu unapatikana fi salati, ni pale mwanadamu unaposimama kuelekea qibla na kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, pale kuna utamu.